Leo katika Jungu la Lolani kutana na Bakari Mtengo, msanii wa filamu za vichekesho na mafunzo ambaye ari yake ya kuwa mtangazaji ilimpeleka katika fani ya uigizaji baharini. Kuna mengi, kuna mabaharia na kuna wadau wa baharini na kuna wasanii pia wa baharini pia, na kuna bahari yenyewe na mambo yake. Karibu, mimi ni Lolani Kalu. Hey, la, oh. oh. Wiki hii nimepatana na msanii wa baharini ambaye ni mdau na nitazungumza naye mawili matatu, anieleze anayofanya huku baharini na kwingineko. Nilikutana na Bakari Mtengo katika set ya mchezo wa kuigiza. Niliona, niliona mzee kabisa kama hivyo hivyo.

akaja dada mmoja mkusanyaji wa maudhui ya mitandao akidhania ni kweli nimetapeliwa. Mbona naona unaongea un, un, un, peke yao? Haa, kun, yeah. Kuna mtu amekuja hapa yeah. Anaambia kuna nini e, mfano ati mtu mzee mmoja ameibiwa simu yake na mkoba Ana. Sasa akanionyesha mfano ati nipe hiyo simu na Mkamba. Mkoba wangu nikampa, asema akaambiwa, ngojea na nakuja. unamjua huyo? Sasa mimi namjua vipi nini kumbe mimi na bakari the comedian tuko katikati ya mchezo wa kuigiza kumbe hii michezo ya kuigiza ni urongo unaofanana na ukweli bakari mtengo pia alijifunza taaluma ya ubaharia kitengo cha kuwaokoa watu wanaokaribia kuzama baharini. hmm. Hapa aliingia katika seti nyingine ya kupiga mbizi na kucheza mchezo wa uokoaji baharini. Hapa akacheza kama mtu anayeokolewa asizame. Tukakaa dauni nikamhoji msanii huyu nikiwa mwanahabari. Mi kwa majina naitwa Bakari Saidi Mtengo hmm. lakini almaarufu naweza nita mze Kibakuli hmm. ama King Beka hmm. tasnia yako ni wapi? mimi ni mkilifi lakini Uh, wazazi mzazi wangu wa kiume yeye ametoka South Coast kule sasa ah. yeah. hmm. nimekuta baharini na e, nimeona mambo yako mengi umeyafanya hapa. Hebu nieleze mambo yako ni vipi? Maanake umeniambia wewe ni msanii na nini, patie tu historia ya maisha yako na oh. mpaka sasa okay, acha mi nitakuwa tu mfupi wa maneno na lakini baharini hapa ni kwa sababu kutoka hapa hadi mahali ambapo nimezaliwa sio mbali ni hmm, mahali ambapo unaweza kutembea hmm, ni mahali ambapo unaweza kutoka hapa ukatembea. Kwa hivyo hata kitoweo nikikipata huwa hmm, nakitengeza kabisa hapa hmm, na kibeba kikienda moja kwa moja katika sufuria hmm, hmm, hmm. Nikishatoka hapa na pia bahari hii nilipata nafasi ya kuwa trend hmm, na US Marine hmm. Mimi nikiwa hapa mimi ni mwokozi e. katika bahari hii e. na pia ni mwalimu wa kuokoa watu ambao e, pengine wamekuja, nimeona kama kuna shida yoyote hapa katika maji e. mimi naweza kuokoa e. na pia naweza kufundisha e. mtu akawa mwokoaji. Tangu kwa mtoto, ulizaliwa hapa ukasoma wapi na ukaendelea vipi? Uh, mimi nimezaliwa hapa, tunasema ni Old Ferry, ambao Old Ferry yenyewe ni hii, kwa hivyo ni hapo juu ndio eh, mahali ambao nimezaliwa mimi eh. Na nimesomea Fumbini Primary, miaka gani nimesoma? uh, sikumbuki kwa haraka <laughs> lakini si msomi, si msomi wa hivyo sana sababu eh. mimi nimesoma nikaja nikaacha masomo yangu ya primary nikajibandika maisha <laughs> <laughs> na baadaye nikaja nikaregelea tena masomo kwa hivyo mimi nimesoma oh, uzeeni pia eh. Eh. Hmm. Ukavua samaki, ah, samaki nimevua hmm, ingawaji si sana lakini nimeenda baharini nimetoka nje na majahazi hmm. e, nimeenda kukesha na, ma, na majarife kule nikavua hmm. Na pia nishawahi toka na mshipi na ndugu yangu tukaenda pale kwenye chini ya bridge pale hmm. Katika huu fuo nimetembea tembea nikivua na mshipi yeah. Lakini uvuvi wangu mkubwa ambao nimeshofanya ni kutoka maji makubwa na majarifu yeah. Nimeshawaitoka mara yeah, yeah, kadhaa uh. Kuvua samaki tuseme ni kujifundisha, maanake sasa wewe umeka, umekaa umekaa, umeona unasubiri samaki, kupewa leo utapewa Eh. Kesho utatukanwa kwa sababu hapo baharini ukija ukifanya kuomba na hakuna kitu chochote wanachopeana kama mchango eh. Hawatakupa kila siku, kwa hivyo lazima uwe na mchango. Kwa hivyo mimi, tuseme mambo ya baharini ni ile kujipatia tu ushujaa kwamba anajua ku kuogelea eh. Basi wavuvi waliponiambia twende tukaogelea, mimi nikabidi nikatoka. So nikatoka mara ya kwanza, lakini nilipokuwa natoka, nika kwa, kuna misemo mingi ya kwamba wewe ukifika kule utatapika hmm. O, ukifika kule unaweza ukajikojolea, lakini nashukuru Mungu mara ya kwanza kutoka kule mimi Maanake nilipofika kule nilikwenda nikaona vitu ambavyo nilikuwa sitarajii kuviona. Eh uh kama -huh, nini? Kwa sababu hili jahazi unavyoliona ni kubwa lakini likifika kule linakuwa kama kibakuli. Eh. Uh -huh. Eh sasa mimi mahali ambapo nilipoona kwamba ni mahali ambapo panaweza nikakaa nikatulia basi ni katika huu mlingoti hapa chini. Eh. Uh ndio -huh. Mahali ambapo niliona niko safe. Sasa siku ya kwanza hapo ndio nilipokaa siku move kwenda uh -huh. Mahali pengine. Eh. Uh -huh. Lakini jinsi nilivyoendelea endelea, endelea. Ukatapika uh -huh, lakini. Ah sikutapika. Eh. Uh -huh. Mimi kusema ukweli, sikutapika yeah. lakini tu haja ndogo nilikuwa nazimalizia surualeni, sikuweza kumove kwenda malipo manake ni usiku mzima. Sasa nilikuwa yeah. siwezi nikasema naweza kaa mpaka kukacha bila kufanya haja ndogo, hasa mi nilikuwa nkisikia naiachilia tu, sina sisemi kwamba kunafanya nini nami, nilikuwa kazi yangu kutoa maji, maanake nilikuwa naona wamelala, wamelala lakini mimi nilikuwa silali. Eh, hmm. Mi nilikuwa nakaa nasema, kutakucha kweli eh? kutakucha kweli basi. Nashukuru Mwenyezi Mungu alinipatia ujasiri, mara kwanza nikaenda, mara pili nikaenda, mpaka nilipokuwa tunatoka, mimi ndo captain, aliniambia nishike, nishike mashini ile eh, akaniambia lenga, sasa tutoke nyumbani na, nashukuru nikaanza kupata experience ndogo ndogo hivyo hivyo Aya, sasa mambo ya kuri, kafundishwa, umesema mfundishwa na Marine, ya, tuna, kiku, kuna kikosi cha wenzangu ambao tulikuwa hmm nao hmm, hmm. tukapata mafunzo na US Marine hmm. ambao mimi hmm. pia nikaja nikapata kutreniwa sasa, hmm. wale wenzangu kidogo rescue team, rescue team ya yeah. kuna wenzangu wameandikwa kazi kaunti, hmm. Hmm kuna wengine ambao bado hawajaandikwa wa yeah, ambao wengine ni kama sisi yeah. Na wakati huo tulikuwa na tulikuwa na Amason Jeffah Kingi kabla hajaingia kwa gavana maanake, yeah. Amason, yeye ndo alikuwa gavana wa kwanza wa Kilifi yeah. So kabla hajaingia kwa gavana alikuwa ni waziri wakati huo yeah. Basi ndo tulipata mafunzo na yeye, akaja alikuwa yeye ni waziri wa Fisheries that time, eh, akaja akatuambia kwamba tukishafanikiwa kutreni na yeye akiwa gavana atanunulia boti, lakini sasa sijui kama boti hilo alilinunua, maanake mi pengine ilikuwa gizani. Sasa ume, katika hiyo treni umeshawahi kwa mtu anakufa maji eh? Nishawahi. Ilikuwaje eh? Wapi eh? Kwa sababu eh, ilikuwa S eh, kwa sababu, nimetoka nyumbani kama ninavyokwambia, hapa ni karibu na nyumbani, nilitoka eh, nyumbani nikaja nikawa nimekaa hapa. Sasa kuna wapenzi walikuja wakakaa hapa, lakini katika hali ya kufaragana eh. Mmoja alikuwa ni mtoto wa kutoka nani kule Migori, msichana wa Kijaluo. Sasa kukosana na ule mpenzi wake akamwacha. Alipomwacha ule msichana akawa anataka kujishukisha pale kwa bahari, kwa sababu maji yalikuwa yametoka eh, lakini ule msichana alienda paka akajitupa ndani ya maji, na ilikuwa usiku, ilikuwa mwendo kama saa nne eh. So mimi nilienda nika nikamshika na kumshika, alikuwa bado hajaingia, hajaenda deep sea. Sasa nikamzuia. Nilipomzuia ule msichana bado alikuwa anataka kumenyana na mimi. Sasa mimi nikabadilisha sauti, kwa sababu katika hii training bado tunatreniwa kama maaskari yeah. So mi nikamgeukia, nikawa na sauti kali kwake yeah. Kisha baadaye nilipomtoa kumleta kando ya maji, nikawa nikamshukishia sauti, nikataka kujua nini kinachomfanya hapa, akataka kujua ndo akaniuliza, akanielezea ni kwa sababu ya mapenzi, basi mm. Nami nikamfanyia counseling, tukatoka naye mm, tukatembea naye polepole paka nikampatisha. Kumbe maishani mwake alitaka sana kuwa mwanahabari. Bakari Mtengo ana kipaji cha kusimulia matukio na ni moja ya vigezo vinavyohitajika ili mtu awe mwanahabari. Hapa nimekutana naye nikiwa mwanahabari, tukio ni maandamano ya wa bodaboda wakilalamikia kuuawa na majambazi, mmoja wao aliyekuwa hali mahututi kaaga dunia huko hospitali na mshukiwa kachomewa nyumba. na huu si mchezo wa kuigiza ni kweli kabisa. Uh, kwa kweli yale yalikuwa si maandamano. Kuna jamaa ambaye nasikia, venye nasikia, kwa sababu mimi nilikuwa nimeamka asubuhi kutoka nyumbani, nikasema wacha nende nikatafute hekaheka zangu za kutafuta kibarua. Sasa nikashuka mahali ambapo ni pale kwa, m, hapa mtondia, pale fayazi, pale superlof. Sasa nilipofika pale superlof nikaenda nikaulizia kazi nikakosa sasa nikasema wacha nirejee polepole, lakini nilipokuwa narejea polepole kufika pale Little Angel nikasikia mabodaboda wengi wana, wanaingia kwa mji ambao fulani pale pale nyuma ya Little Angel pale sasa. Na mimi nikasema wacha niingie pale, ndio nikaenda kauliza kuna nini. Nikaambiwa basi hapa kuna jamaa mwenye, huyu jamaa ana suspect yu wa kwamba yeye ni mwizi wa pikipiki ambaye huwa ana anavamia watu wa pikipiki akiwakata, alafu anachukua ana zile pikipiki. Sasa ule jamaa, jinsi ambao unasikia nauliza ni jamaa aina gani? Waliponielezea ni mtu ambaye nishawahi muona huko mitaani. Sasa kidogo si kidogo nikasema wacha na mimi niende nikashuhudie, nika sio, unajua sisi tukisikia mambo lazima twende tujionee wenyewe na macho. Sasa nikafika pale, nikaenda nikaona wale maboda wanaanza kuchukua makanja, wanaingiza ndani ya nyumba fulani, ambayo hiyo nyumba inasemekana kwamba ni yake, ndio hmm. Nikauliza je, yuko pale ndani? Kaambiwa no hajaonekana pale ndani, lakini ile nyumba ni yake. Hasa nikapata watu wanaingia wana, wanavunja ma, nyumba ikatolewa mabati makanja kaingizwa pale ndani nyumba ikawashwa moto. Mm. Lakini asubuhi sasa wakati moto unaanza kuwaka polisi walikuja pale. Walipokuja nikajua hapa kivyo vyote. Kwa sababu polisi wamefika na raia wako wengi kutaanza noma hapa. Sasa mimi nikasema tia gasi siziwezi wacha nipondoke kidogo. Hasa ile kuondoka ndo nafika mbele tu kama hatua kama, hatua kama miguu kumi hivi ndo nafika pale nikaenda nikapata kwamba huyo jamaa wakati wanaenda kuchoma moto pale, jamaa alikuwa wamemwacha kwa hoteli; walikuwa yuko ndani ya hoteli, watu wanachoma nyumba yake kama miguu kumi, yeye yuko kwa hoteli anakunywa chai. Sasa watu wanaendelea kuchoma nyumba, wakipita, yeye akatoka kwa hoteli pole pole, akaenda akaingia nyumba jirani tu na pale kwao. Ndo nikasema ah, sasa wale wanasema wana, wanachoma ile nyumba pale, wanamtafuta yule na mwenyewe ndo yule sasa baada ya wale watu kupata ile fununu ya kwamba basi mnachoma nyumba na hata manake walikuwa wali wameshawasha ile nyumba wale jamaa wa pikipiki ambao walikuwa na na na na, na, na, ni, na ile tahamaki ya kwamba lazima venye ametupotezea ndugu zetu kila siku lazima na yeye leo tumwangamize sasa walipokuwa wameshaona wamechoma ile nyumba wakajua kwamba yule jamaa hayuko waka, waka wamefuka barabara wengine hata wameshafika kwa kwenye highway sasa polisi walipoingia pale wakaanza kukimbizana kimbizana lakini baadaye kuna gari ya moto ilikuja pale. Ile gari ya moto nayo ilipigwa, ilipigwa mawe mpaka ikatoroka. Polisi nao walipokuja pale wakaona hicho kizaa zake kimekuwa kikubwa wakatoroka. Lakini baada ya muda sasa, wale maboda boda walipotawanyika, walipoona wamechoma ile nyumba, baada ya muda wakapata information kwamba yule jamaa ameonekana, lakini ameingia nyumba nyingine. Hasa ile nyumba ilipokuwa imevamiwa, ndio kukaja polisi wengine. Kuna afande huyo aliingia akiwa peke yake, aliona kama wenzake wamefika pale, alivamiwa sana huyo afande lakini yeye naye akatafuta mwanya akaingia. Sasa raia wakaamini kwamba hawa polisi wamekuja kusaidia huyu mtu aweze kutoroka no, lakini ule mtu ni kama aliingia pale na akapanda ukuta akatoka. Sasa ikawa ni paka na panya, raia wanaenda kule, polisi wanafika hapa. Sasa raia katika ile tamaki yake ya mwisho mwisho paka, ndio maana walisafirisha polisi mpaka kufikia hapa makaburini. walikuwa wanaamini wale polisi walipokuja na wakaitisha backup Waliamini kwamba ule mwizi walimpakamata pale na wako naye ndani ya gari, lakini kwa kweli walikuja kutafuta pale. Na mimi uzuri ni kwamba askari wananijua kwamba mimi ni msanii. Sasa nikawa nijichopevu pale, maana yake kuna picha nyingi nimezinasa kwa kupitia simu yangu. Sasa nikawa naona familia pale, walichomewa chomio manyumba, wengine wakavamiwa pale, lakini ule jamaa polisi hawajamshika paka kufikia sasa. Ule jamaa ni kama yuko tu mitaani, kwa hivyo hata hii video wale ambao wanaiona wajue kwamba ule jamaa bado hajakamatwa na polisi. Jamaa yuko tu hapa, pengine kama atakamatwa atakamatwa baadae, lakini raia waka yakijua yule jamaa hajakamatwa na polisi kabidi ninunue na nikasema nikuja na hi ya makasha nionyeshe Coco FM kwamba nilikuwa niko pale na jamaa hajachukuliwa. Kufika sasa, asanteni so. Ndio kufanya nini? Haya, naenda kutengeza mboko, kwa sababu mi ni mtumiaji wa huu mti wa kienyeji ambao unaitwa mnazi. Ndio naona ni mfadhali nikiosha hizi zinaweza nisaidia kwa matumizi mengine <laughs> na kuambia, nilisimuliwa kisa chote kuanzia mwanzo hadi mwisho na msimulizi si mwengine bali ni huyu huyu Bakari Mtengo, ambaye ndiye mgeni wetu wa leo katika Jungu la Lolani. Bakari ana weledi wa kusimulia matukio tena mubashara, kwa kuwa wanahabari ni sehemu ya usanii. Kuwa nami tena wiki ijayo kwa makala mengine ya Jungu la Lolani. Jungu Lolani, twendeni la tukalilole, oh, oh. Jungu la babu kupakuliwa wotaka kupakuliwa, Koko FM ladha ya pwani, hatani hoa